Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na ku make headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. E, bana ni siku chache zimeweza kupita baada ya birthday ya mwanamke ambaye ni mke wa Diamond Platinum kupita, na sherehe hii iliweza kufanyika kwa namna ya kitofauti zaidi. Wengi tulishuhudia sherehe hii waliweza kufanya katika boti, na wengi walishuhudia na kuangalia vitu vilivyokuwa vinaendelea katika shughuli hii ya mwanadada Zuchu. kubwa zaidi Diamond Platinum ameingia katika mitandao ya kijamii na kuandika ujumbe ambao umewafanya watu wengi waweze kumwogopa mwanadada Zuchu kulingana na alichokiandika mwanaume huyu. Diamond Platinum ameandika ujumbe ufuatao katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anamaanisha kwamba hataki masiara kwa muda huu. Diamond Platinum aliandika kwa kusema kwamba kwa sasa hivi nimemwekea ulinzi mkali mwanamke wangu ambaye ni Zuhura, na ulinzi huu nimeweza kumkabidhi mabodyguard wawili ambao mabodyguard hao watakuwa wanamfuata na kumlinda popote pale atakapokuwa akienda. Je, Diamond Platinum amewaza amewaza nini kumwekea mwanamke huyu walinzi kulingana na mambo ambaye aliweza kuyaona katika birthday party, yaliweza kumfanya aweze kujisikia vibaya na hata kuchukua jukumu la kumwekea ulinzi mwanamke huyu kwa sababu watu wengi walionekana kumendea mwanamke huyu ambaye ni Zuchu, kitu ambacho kiliweza kumfanya Diamond Platinum aweze kuchukia zaidi na hata kutafuta hao mabodyguard. Na hao mabodyguard amesema kwamba wameweza kulipwa kiasi kikubwa cha fedha, ambayo fedha hizo ameweza kusema ni fedha ambazo alitaka aweze kumsurprise kwa zawadi nyingine ya birthday ijayo au katika harusi ambayo wametarajia kufunga ndani ya mwaka huu. Yaani mwaka huu mwezi wa Desemba walitarajia waweze kuwa na sherehe yao ya pili ya ndoa. Diamond Platinum ameweza kusema hilo katika ukurasa wake wa Snapchat, na alielekeza kwamba hahitaji kuona swala hili likiendelea kujirudia, aidha katika mitandao ya kijamii au katika shughuli zote ambazo atakaoweza kuwasili mwanamke huyu Diamond Platinum. Kwa sasa hivi anaonekana yuko katika mapenzi mazito na mwanamke huyu ambaye ni Zuchu, mpaka kufikia kitendo cha kumwonea wivu, ambao wivu huu umeweza kuwaonyesha watu wengi kwamba mapenzi jinsi gani yana take place kwa upande wa Diamond Platinum. Wewe kama mtazamaji au mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Mautundu Online Usisahau kutuachia maoni yako ndani ya comment section, na vilevile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification. Stay tuned.